Yes, yes, ni time nyingine tena ya stori za AyoTV. Mimi mpaka sasa hivi ni famous. Crowd ni kubwa. Unajua kabisa mtu akikosa nidhamu. Vodacom, kazi ni kwako. Na leo wa kuanzia ni Steve wa Yanga, shabiki maarufu wa Yanga ambaye alipata umaarufu Tanzania baada ya kuonekana kwenye TV akilia baada ya Yanga timu yake wakati huo kufungwa goli tano na Simba. Baada ya hapo Steve akapata umaarufu na kuhojiwa kwenye, kwenye vyombo vikubwa vya vi habari kama BBC na vituo vingine vya television Kenya. Kwa sasa Steve sio tena shabiki wa Yanga, ni shabiki wa Azam FC ya Tanzania. Ni zaidi ya mwaka mmoja toka atangaze maamuzi yake mapya ya, ya kuishabikia Azam FC na kuihama Yanga. Steven alipita kwenye studio za TZA na akatoa majibu ya maswali yote aliyoulizwa. hakuna kitu ambacho kini menyima la na usingizi na maisha yangu kitendo cha kuhama Yanga na kuenda Azamu, kila kitu naweza nikasema kwamba labda maisha ndio hivyo hivyo, lakini nazoea. Na kwa sababu kwamba maisha ni ambayo nilikuwa naishi Yanga na sasa hivi ambayo naishi Azam ni tofauti, lakini sasa hivi nashazoea, maisha yangu yanaenda vizuri. Lakini tuseme ikitokea labda umepewa pesa nyingi, unajua hiyo milioni 10 yenyewe, labda umetajiwa tu ndio, uh, ukiletewa kesh hapa, utarudi kurudi Yanga? Ni kitu ambacho kiwezekani. Siwezi kurudi Yanga, Miladi yao kwa sababu mimi papa sasa hivi ni famous mi ni superstar kwa mm, watu ambao ananijua steve ni superstar. Hata mwenyewe millardayo.com ananijua Steve mtu wangu wa nguvu, ni star kwamba mikoa mingine nikienda kama hivi mm, nachomshukuru kwa sana bosi wangu ni kwamba kia anapoenda mikoa na anasafisha na ndege. inaweza katokea ukarudi Yanga? Mm, i can't believe, siwezi ni kitu ambacho kisiwezi yani ah. Yeah, Ah, no siwezi, mm. Kwa sababu nini? Mimi nalinda jina langu mona, mm, millardayo mimi nilikuwa Yanga, watu ambao wananisema Yanga wapate hata aibu. Sasa hivi muziki wa Tanzania uko kwenye headlines za Nigeria, good news. Alianza nayo Diamond Platnumz kwenda kuperform, ambaye ameperform zaidi ya mara moja Nigeria. Anayefuatia ni Vanessa Mdee, ambaye alikwenda Nigeria weekend ya Pasaka kwa ajili ya kufanya show yake nyingine, ikiwa ni show ya pili toka ameanza kualikwa kwenda Nigeria. Vanessa Mdee alikwenda na dancers wake Lagos, Nigeria na kusimama kwenye stage ya tamasha ambalo kibongo bongo linapewa headlines kama Fiesta. Baada ya kurudi Tanzania, Vanessa Mdee alikubali kushare na sisi yote aliyokutana nayo Lagos, Nigeria. Yeah, mapokezi yalikuwa mazuri sana kusema kweli. Ilikuwa tofauti ya kwenda kwenye tamasha za kawaida. Tumepokelewa yani kwenye magari ya kifahari na kupelekwa katika hoteli ma hoteli ya kifahari. Pamoja na hayo yote, um, hata kwenye upokeaji ni kama hivi mlivyokuja kunifata airport yani love kuonyesha kwamba yes tunakuona, tunakuheshimu. Gym, tumeona jitihada zako kwenye mziki ndio maana na, na, ukija hata Nigeria tunakupokea kwa mikono miwili na kukupa heshima kama wewe kama Vanessa Mdee msanii kutoka Tanzania. Msafara so, ulikuwa, ulikuwa mkubwa yani wasanii tulikuwa na gari letu tulienda, um, tulienda kwanza kula dinner, semflani. Yeah, it was really good. It was was really really, special. Dina sehemu like, fulani wametu trick sio kama bora msanii lakini wasanii bora so mi nashukuru sana kwa, kwa treatment ambao wametupa wale watu. Crowd ilikuwa kubwa. Yani style ya fiesta, yani watu wengi sana. It was about attendance. Kwa sababu show ilikuwa mchana na usiku kwa kwa wasanii ambao waliperform mchana, wengine waliperform usiku, sisi ndio tulikuwa usiku, lakini mchana um, walikuwa kama watu elfu saba, elfu nane afu usiku wakazidi wakawa kama elfu ishirini. It was good. Kilicho nishangaza ni kwamba nili, nilienda na attitude fulani ambao sikutegemea chochote. Lakini kilicho nishangaza ni kwamba japo hawaelewi lugha na maybe pengine wengine hawajai kusikia mziki wangu walikuwa very open kuupokea, ambapo sio kitu ambacho Wanajeria wanafanya kiraisi so um, yeah. Nashukuru sana vijana wangu Adija na Asha, maana wanakaza kila siku wanafanya show ambazo zinakubalika. Nadhani hata madansa tulifuatwa na choreographer wa P-Square mm. Akatuambia eh, sijawai kuona show kama hiyo, mnacheza sana mnafanya vizuri so you know, ni heshima ya kipekee na ninafurahi kupata hiyo nafasi cha mwisho kwenye hizi stori za AyoTV time hii ni kutoka kwenye show ya Da Live ambapo Ali Kiba aliingia kwenye headlines Pasaka baada ya kupata mwaliko wa kuperform kwenye stage ya Da Live Mbagala, Dar es Salaam. Ali Kiba na timu yake walifanya show kubwa na shangwe za kutosha mpaka mwisho. Baada ya hapo alikaa kwenye exclusive interview backstage na AyoTV. Ali Kiba hakuona noma na alijibu maswali yote yaliyoulizwa kwanza alianza kujibu swali kuhusiana na yeye kuwasimamisha kazi dancers wake. Na siku hiyo Da Live kwenye stage alikuwa na Abdu Kiba ambaye ni mdogo wake. Najua uh, mabadiliko wanahitaji vitu kama mimi ilivyokuwa siku na wao wanatakiwa kuwa wamisi kidogo vitu fulani vyongezeke. wakokabi waliuwa nadhani nitaudi nao ofishali kabisa

Hiyo wanafanyaga nataka uwepo, lakini wapo na wanajifua sasa hivi. Sasa hivi kama leo na siku zingine vile vile, video inatoka hivi karibuni itakuwa na update kila kitu. Na hizo ndo stories za AyoTV time hii, ili ukae karibu nazo na uzipate zote zinazotoka. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila stories za AyoTV zinazotoka Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram: facebook.com, twitter.com pamoja na instagram.com Millard Ayo. Usisahau pia kutembelea Millard Ayo.com kwa stori mbali mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania zote unazozitaka ziko tzday Millard Ayo.com na AyoTV AyoTV pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea AyoTV.